Takriban watu 30 wamepoteza maisha na zaidi ya 200 kujeruhiwa baada ya sehemu ya mlingoti kuangukia katika kanisa la Arerti Mariam lililoko katika eneo la Menjar Shenkora karibu kilomita sabini kutoka Addis Ababa. Tukio hilo lilitokea alfajiri wakati waumini wa kanisa la Orthodox walipokuwa wamekusanyika kwa maadhimisho ya kila mwaka ya sikukuu ya Mtakatifu Maria. Kwa mujibu wa Inspekta Ahmed Gebeyehu wa jeshi la polisi, idadi ya vifo huenda ikaongezeka kwani bado kuna watu waliokwama chini ya kifusi. Pia ameongeza kwa kusema kuwa waliothibitishwa kufariki dunia ni watu wenye umri kati ya 25 na 80. Mashuhuda wamesema kuwa tukio hilo lilitokea ghafla kwa kishindo kikubwa, kwani sehemu kubwa ya jengo ilianguka kwa sauti ya kutisha na mbao zikavunjika. Majeruhi walioumia vibaya wamehamishiwa katika hospitali mbalimbali jijini Addis Ababa kwa matibabu ya dharura. Katika taarifa ya shirika la habari la serikali EBC, Serikali ya Ethiopia imetoa pole kwa waathirika na familia zao, ikisisitiza kuwa nukuu, usalama unapaswa kupewa kipaumbele katika miradi yote ya ujenzi, mwisho wa nukuu. Kwa muda mrefu sasa, Ethiopia imekuwa ikikabiliwa na changamoto za utekelezaji duni wa sheria za afya na usalama kazini, jambo linalochangia ongezeko la ajali katika sekta ya ujenzi. Ikiwa juhudi za uokoaji bado zinaendelea, endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa kupata habari mbalimbali.